au aqidatin fasida, na dini inaposimama juu ya itikadi ya ubabaishaji, itikadi isiyokuwa sawasawa au itikadi mbaya. Sara dinu ghaira sahihi, dini inakuwa sio sahihi. Wa ala ghairi asasin, na dini inakuwa bila msingi madhubuti. Wa min thamma kana alulamau rahimahum Allah yhtamuna bamri aqida. Kwa hiyo hapo imekuwa maulama wamekuwa, rahimahumullah, wanatilia umuhimu swala hili la itikadi. Wala yaftaruna fi bayaniha fi durus wa fi munasabat, wala hawachoki kulibainisha swala hili la aqida katika durus na katika minasaba. Wayarwiha almutaahir n mutaqaddim

hawana shaka yoyote katika mambo ambayo imeyaleta Qurani tukufu na pia katika mambo ambayo imeyaleta Sunna za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam wasalam. Hakuna shaka katika itikadi iliyo katika Qurani. Hakuna shaka katika itikadi iliyo katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakanat kanat aqidatuhum mabniyatan ala kitabillah

Jambo lilio katika Qurani, lililo katika hadithi, jambo hilo halina shaka yoyote, wala mtu asibabaike, asi babaike kama mambo katika qurani na hadithi, sababu ndiyo asli ya dini yetu, ndiyo msingi wa dini yetu, qurani na sunna na ni wahi. Yote hayo mawili ni wahi kutoka kwa Allah. Hakuna kutia shaka katika lolote lililokuja katika misingi hiyo miwili.

maandishi ya kutunga mengine ya watu wengine. Lililokuja katika Qurani na Sunna, mtu anatakiwa ajisalimishe, aliku, alikubali moja kwa moja. Ndiyo dini ndiyo dini yetu, ndiyo msingi wa dini yetu, Qurani na Sunna, sio kufuata vitabu vingine ambavyo viko dhidi ya Qurani na Sunna. Qal lan hadha musalamu bihi indahum wa maqtuu bihi, kwa sababu jambo hili ni lenye kukubaliwa, jambo hili lenye kukubaliwa kwao. Wamaqtuun bihi, na ni lenye kuhakikishwa, lina uhakika, halina shaka yoyote, kufuata Qurani na Sunna. wa kanat aqidathm alkitaba wassunna

itikadi hiyo sahiha, wakachukua kwa hao masahaba. Falam yakun hunaka akhdhun waraddun fil aqida, haikupatikana huko chukua na rudisha, fanya raddi katika masala ya itikadi. Hakuna hilo, haikutokea kwa tabi'in kwamba wanawahoji na kuwajadili masahaba, kwa nini hivi, kwa nini hivi, tufanyeni hivi, tufanyeni hivi, kama sasa hivi ilivyokuwa sasa hivi itikadi sahiha ya mtume waa salam na masahaba inapotea, kwa sababu kuna itikadi nyingi zimeingia, na watu wanahoji ile ile itikadi iliyo katika Qur'ani na Sunna, watu wanaihoji na kuijadili na kuipinga. Lakini attabiun hawakujadili wala hawakupinga, wakapokea itikadi hii sahiha kutokana na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam.

Wadakhala fi ldini man lam tarsukh alaqidat fi qalbihi, akaingia katika dini wakaingia katika dini wale watu ambao itikadi haijathubutu katika nyoyo zao. Au dakhala fi lislam, au mtu aliingia katika Uislamu wahuwa yahmilu baad alafkari lmunharifa, na huku yeye anabeba baadhi ya fikra potofu anaingia katika uislamu na huku hajajua itikadi vizuri sahiha, au am, amebeba katika moyo wake baadhi ya fikra potofu. Wanashaa fi lislam man lam yarjic ila lkitabi wala ila sunna fil aqida Wakatokea katika uislamu watu ambao hawarejei katika Qurani wala katika sunna katika masala haya ya aqida. Wa innama yarji'u ila qawaida wa manahija as-salaha ahlu dhalal min indi anfusihim, isipokuwa wanarejea kwenye misingi na njia ambazo wameziweka watu wa upotovu kwa nafsi zao wameziweka wao kwa nafsi zao, wakawacha aqida hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyowafundisha masahaba wake, masahaba wakawafundisha tabiin, tabiun nao wakawafundisha atbau tabiin mpaka kufikia kwetu. Wanawacha itikadi hizo, wanawacha manhaji hizo, wa inma yarji ila qawaida wa manahija asalaha ahlul walal min indi anfusihim Inda hadha ihtaja aimmatul islam ila bayani alaqidati as sahiha, hapo ndipo walipohitaji maimamu na maulama waislamu kuweka wazi itikadi sahiha. Wa tahririha wa kitabatiha, na kuiandika itikadi hiyo. Wa riwayatiha an ulama al umma, na kuipokea itikadi hiyo kutokana na maulama wa ummahu Fadawanu kutuba alaqaid, wakaandika vitabu vya aqida hivi. Waatanau biha, wakavitilia umuhimu. Wa sarat marji'an liman yati ba'dahum min alumma ila an taquma as-saa, fikawa vitabu hivi ni marejeo ya watakao kuja baada yao katika umma mpaka kitakaposimama qiama.